mambo ya kazi mashinani pia tunaendelea kufanikisha shughuli hiyo. I know we shall have a special allocation ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu kwa sababu lazima tuwe na ile special allocation for PWDs. So hiyo pia nimeambia waziri ambaye inahusika, kuhakikisha the next cohort of our SWEP we must have a minimum of 10% ambao wanaishi na ulemavu. Tunaendelea pia kushughulikia ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu tunaendelea kuwasajili kwa level 4 nyanjani, na nimewambia pia chief officer ambaye anahusika, when we are reconstituting zile board zetu za hospitali level 4 pia lazima pia tuweke ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu. We must empower ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu economically, kwa sababu mko na changamoto kubwa sana, we must empower you in terms of supporting mambo ya kijamii, kwa sababu pia tuko na dhuluma sana kwa ndugu zetu ambao wanaishi na ulemavu. And that is a special attention ambayo tunaenda kupatiana pale.

serikali zetu ziweze hata kuajiri wanawake ambao wanaishi na ulemavu katika CHP model ambayo inatekelezwa katika community zetu, kupitia kwa CHPs ambao ni wahudumu wa afya wa kiwango cha chini wa vijijini. So ikiwa serikali yetu inaweza kuajiri wanawake walemavu kwa hiyo model ita, itasaidia kufikia walemavu wengi kwa sababu hata sasa hivi kuna mapengo mengi ambayo yameachwa. So kaunti yetu inapotengeneza bajeti za afya iweze hata kushughulikia masuala ya ulemavu pia. Tumekuwa tukipendekeza ya kwamba eh, wahudumu wetu wa afya waweze hata kuelimishwa masuala ya ulemavu wanapokuwa kale kwa, kwa vituo vyao ya kujifunza maswala ya afya kwa sababu eh, ikiwa tutasema wahudumu wetu wa afya waweze kupelekwa for example sign language interpretation eh, wanajipata wengi wampata transfer, na hawawezi kuhudumia vile vituo vya afya ambavyo walienda ku train wakiwa pale, labda anatoka ile training na anaenda transfer, so unapata eh, si rahisi sana wanawake wetu walemavu kufaidika wale wa, walio na ulemavu wa kutosikia na, na kuto, kutoongea, tunadhulumiwa sana katika familia. Hatuonwi kama watu katika familia ambazo tunaishi na familia ambazo tumeoleka. Alafu sana sana tunapata shida wakati tunapoenda hospitalini. Hatushughulikiwi kama watu kama wenzetu tunadhulumiwa sana huko. Unapata mtu ako na ulemavu hajiwezi, hajisaidika. Alafu tunaomba wale ambao wako na ulemavu, watoto walemavu, unaficha mtoto. Tunaomba ya kwamba tusiwe tunaficha watoto, tuwalete, ili idadi yetu, tuwatoe nje, ili idadi yetu ya watu walemavu iongezeke, ijulikane na ifanye nini, iongezeke. Hapa sana sana hapa kwa kijiji chetu, inafaa watu wamezaa watoto alafu wamewaficha sababu wanachekelewa na wenzao hasa, unapata mtu anaogopa kumtoa mtoto ama kumtoa, labda uko na mme mlemavu ama wewe mwenyewe msana mlemavu ama uko na mtoto mlemavu, tunaogopa sababu ya kuchekelewa.

they are not they have not been empowered one secondly maybe the care providers they hide them they don't want to bring them in light so most of them they're just at home they don't know about family planning methods <todicumpea> Imekuwa muda mrefu sana kabla hatujapata assistant chief. Yule alikuwa assistant chief alikuwa promoted to chief. Sasa huu muda wote umechukua karibu miaka mbili kabla hatujapata assistant chief, na kwa wakati wakati assistant chief anakuwa appointed na serikali inapatikana kwamba ni yule mmoja ambaye hakuna hata yule anamjua, especially wale wakaazi wa Lugari hawamwelewi na hawamjui, na hata hawajui makao yake iko wapi. Na hiyo ndio kitu ambayo imetuleta hapa, tuweje kujua huyu ni nani ambaye ameletwa kama assistant chief na hali wenyeji wa Lugari hawamwelewi. Assistant chief mwenye tumeletewa si mwenye tunaishi naye. Sasa tuna watu wa Lugari wanajiuliza kwamba wale ambao walikuwa wamesajiliwa, imekuwaje? E, mgeni amekuja ambaye si wa hapa na akapewa uongozi. Na ile kitu ambacho kimehuzunisha sisi na tumekasirika ni kuletewa mtu ambaye hajawahi usika na mambo ya Lugari hata kidogo. Hawezi waacha wale vijana ambao walizaliwa Lugari, wamesoma Lugari ni wenyeji Lugari wako na mafamilia, si watuletee mtu ambaye sisi viongozi hatumjui hata kidogo. no. No. Yeah. Hata huyo mtu hajawahi piga kura yoyote Lugari hii huyo <gibu> mtu hatumwelewi hata kidogo ki, na sisi tunasema kwa kauli moja, huyo mtu arudishe mahali walimtoa Warimuto walimtoa. Nataka hii ieleweke vizuri sana security. Kama DCI ama watu wa NIS walifanya makosa, hmm, waende wa revisit hiyo kitu yes. Waende wachunguze huyo mtu alitoka wapi alitoka. Yes. Wachunguze huyo mtu waone ni kabila gani? Yes, wachunguze huyo mtu waone tabia yake. mm -hmm. Labda ni wale maguzi ambayo wamekuwa kiua watu Nairobi, yeah na ndio sisi tunataka kuletewa hapa hati akuwe sabchifu wetu. Tumesema haiwezeka, haiwezeka. Hale waliofanya interview wakawa shortlisted wako wapi? Serikali ya Ruto ituchukulie mtu mmoja, mtu mmoja mwenye sisi tunajua na mwenye watu wanajua, wamama wanajua, watoto wanajua, viongozi wanajua, ai, vijana wachenzi wanajua yeye si sawasawa. Kwa hivyo tunasema huyo mtu sisi hatumuta, hatumtake kama kama utaratibu hujafuatwa vizuri, because kama kawaida tumezoea chifu akiletwa kwa watu huwa anaandaliwa mkutano mkubwa ya wakaaji. Yes, yes. Yeah. Jambo ambalo hatujalio, hatujaliona tu. Mm. Mm. Kama siku hizi sheria itabadilishwa ni yeah. chivu ndiye ana, ana, anafanya inoculation mtu. Yeah. Lazima tena tufanye nini? Tujue. Yeah. Because sisi yeah. si, si, si, si wajinga hawa watu yeah. wamesoma watu wa wako na makaratasi yeah. eh, wanataka hiyo kazi yeah. eh, mm. eh. Kama utaratibu hii kufuatwa, then ifuatwe vile nitakika, nitakana. Mimi nimeona hapa. Ni kama Lugari hapa hakuna mtu mwenye amesoma yeah. Yes, yes, yes, tuna vijana hapo wamesoma. Chief mwenye wanasema wametupea yes, na sisi hatujamchukua yes, tumesema kwamba hatumutataki. Lugari ni skimu, kila mtu hapa amekuja, si sawa? Huu kijana alinunua shamba pale, so ukinunua shamba mahali uishi, si lazima angeenda kutafuta ama mlitaka tu akae huko akue mwizi? Hatunge mlazimisha akae hapa, na alipofanya interview alipita vizuri Nimawana. Nimesikia kuna mzee hapa anajua kwamba interview kifanyika, tunatuma majina ngapi? Tunatuma majina tatu Nairobi. Kwa hivyo, mimi nikifanya kazi yangu ya kufanya interview na nitume majina tatu irudi Nairobi. Nairobi yake <muchas> mimi Mnum. Lakini ile kitu yenye iko ni kwamba nyinyi mmeniletea feedback, si kweli hivyo? Yeah, mimi kazi yangu nitafanya nitaandika ripoti, yes. Nipelekee DCC apelekee kaunti, irudi wapi? Irudi Nairobi, kwa sababu appointment ilitoka wapi? Ilitoka Nairobi. Hivyo mimi nitapeleka malalamishi enu, sawa.